Serikali itaendelea kutekeleza kwa nguvu uzalishaji wa umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha mbali kuwa nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha na ziada kwa kutumia na kuuzwa nje ya nchi na kulipatia taifa fedha za kigeni. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kusimamia na kuratibu utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme kwa kutumia maji, mradi wa Julius Nyerere, kuhakikisha kuwa kuna kuwepo na utunzaji wa vyanzo vya maji katika bonde Rufiji, ili uwezeshaji wa upatikanaji endelevu wa maji kwa ajili ya mradi huo, uendeshaji uende wa ufanisi wa mitambo, kukamilika kwa ujenzi wa gara la kuhifadhia vifaa katika kituo cha kupoza umeme cha Chalinze, na malipo ya retention kwa wakandarasi na washauri elekezi wa mradi wa Julius Nyerere, pamoja na njia ya kusafirisha umeme ya Julius Nyerere Hydropower project hadi Chalinze na kituo cha kupoza umeme cha Chalinze. Mheshimiwa Spika, miradi mingine ya kuzalisha umeme itakayotekelezwa mwaka 2025 na 26 ni pamoja na mradi wa Maragarasi wa megawati 49.5, mradi wa Kakono megawati 87.8, Ruhuji megawati 358, Rumakali megawati 222 na, na mradi wa kuzalisha umeme wa jua wa Shinyanga Kishapu megawati 150. Mheshimiwa Spika, usafirishaji na usambazaji wa umeme kadri ya kuhakikisha kuwa umeme wa uhakika unapatikana katika maeneo yote nchini, serikali itaendelea kujenga na kuboresha miundombinu ya kusafirisha nishati ya umeme kwa kutekeleza miradi mbalimbali, kwa ni pamoja na ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti mia nne kutoka Chalinze hadi Dodoma, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti mia nne kutoka Charinze Kinyerezi, Mkuranga, ujenzi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Rufiji Mkuranga, na ujenzi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Dar es Salaam Tanga hadi Arusha. Miradi mingine inayotekelezwa ni ujenzi wa njia kusafirisha msongo wa kilovolt 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya Tunduma, yani Taza, na ujenzi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Nyakanazi hadi Kigoma. Serikali pia itaendelea na utekelezaji wa mradi wa kuimarisha gridi ya taifa pamoja na kuendelea kufanya matengenezo ya kinga katika vituo vya kuzalisha umeme, miundombinu ya kusafirisha na usambazaji wa umeme pamoja na vituo vya kupoza umeme.